Jeshi la Polisi Mkoa wa Dodoma limetoa wito kwa wananchi walioibiwa mali zao kufika katika Kituo cha Polisi cha Kati ili kutambua na kuchukua mali zao zilizokamatwa kutoka kwa watuhumiwa. Kamanda wa Polisi, George Katabazi, amesema mali hizo ni sehemu ya operesheni kubwa zilizofanywa na polisi mkoani Dodoma. Wananchi wote ambao wameibiwa mali mbalimbali ni waombe wafike kituo cha polisi cha kati ili waweze kutambua sim, amini kutambua mali zao ambazo zimeibiwa. Anaweza kuja mtu ana risiti, lakini ana ushahidi iza inaweza ikawa ni alama au mtu aliyemuuzia. Baada ya kujiridhisha jeshi la polisi, basi tunaweza kufanya utaratibu wa kuweza kumkabidhi mali hizo lakini pindi taratibu za kisheria zitakapokamilika. Kwa hiyo la msingi tu ni risiti na vielelezo vingine au ushahidi wote ambao utatusaidia kuthibitisha kwamba yeye ndiye mmiliki halali wa mali hizo. Watuhumiwa mia moja na tatu wamekamatwa kwa makosa mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na wizi. Mwezi wa tatu mwaka 2025 majira ya saa majira ya asubuhi saa 12 na nusu za asubuhi katika mtaa wa Michese uliopo kata ya Mkonze wilaya ya Dodoma, tulimkamata Fokasi Kasinje, huyu ana umri wa miaka 23, na Isaya Albeto maarufu kwa jina la Spata, akiwa wakiwa na TV tano zizaniwazo kuwa ni mali za wizi. Pia tulifanikiwa kukamata dawa za kulevya aina ya mirungi, amini aina ya, ya bangi dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilo 25, pikipiki saba ambazo hutumika kwenye matukio mbalimbali mbali ya uhalifu, mali zilizaniwazo kuwa ni za wizi, ikiwemo magodoro sita, guta moja ambalo ilikuwa likisafirisha simenti au saruji mifuko 25 lakini tulifanikiwa kukamata vilevile laptop mbili simu tisa. Je, kamanda Katabazi anatoa wito gani kwa wananchi? Na nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma na wa Tanzania kwa ujumla waache kujihusisha na vitendo vyovyote vya uhalifu. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma tutakuwa wakali, tutahakikisha wahalifu wote wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu tunawatia nguvu, tunawatia nguvuni na hatua stahiki za haraka na za kisheria zinachukuliwa. Benedict Msungu, Daily News Digital, Dodoma. <tune>